Wote tunatambua kikatiba, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania elfu mbili na ishirini na tano mwezi wa kumi tarehe ishirini na tisa tutakuwa na uchaguzi mkuu. Kikatiba hiyo hipo na hakuna wakupinga, na hakuna ambaye anaweza kuzuia uchaguzi kuwepo. Hivyo nikiwa kama mkuu wa wilaya, nimewaita viongozi wangu wa dini mbalimbali ili muweze kutoa taarifa hii kwa waumini ambao mnawaongoza Mwenyezi Mungu amewapa ninyi hicho kibali cha kuweza kuwaongoza kesho misikitini jumamosi ni sabato na jumapili kwa wakristo wengine wanayoenda ibada ya jumapili nitoe rai yangu kwenu viongozi wa dini wote kuwakumbusha waumini wenu kwamba kikatiba, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi siku ya Jumatano kuna uchaguzi. Nikiwa kama kiongozi wenu, hakuna mtu yeyote asiyejua kwamba uongozi ni Mungu anauweka. Sasa ni lazima tukapige kura ili tupate kiongozi atakayeweza kutuongoza. Hatuwezi kuwa na nchi isiyokuwa na viongozi Hatumchagulii mtu akamchague nani, lakini lazima tukapige nini? Kura. Kwa hiyo, niwaombe sote kwa umoja wetu kama kawaida yetu, wilaya ya Nzega. Mimi mkuu wa wilaya pamoja na ninyi viongozi wa dini tumeshirikiana katika mambo mengi sana, na ndio maana wilaya ina amani. Kuwaeleza vijana wetu, kuwaeleza watu wote kwamba siku hiyo sio siku ya vurugu, siku hiyo ni siku ya amani na kila mtu akapige kura akimaliza arudi nyumbani, asitokee mtu yoyote anaenda barabarani kuandamana. Akienda ina maana anaichokoza serikali, na mimi nikiwa kama mkuu wa wilaya sitakubaliana na chokochoko choko ya mtu yoyote, awe Mkristo, awe Mwislamu, awe mpagani, nitasimama na kuitetea amani ya wilaya ya Nzega, kwa hiyo nitashughulika naye. Hivyo ni waombe wale, ni watu wetu na ni watoto wetu na ni ndugu zetu, yeyote atakaye onekana anataka kuanzisha chokochoko yoyote, msisite kumwambia kwamba sisi kama viongozi wa dini tunakuonya hichi hakifai, kwa sababu utaenda kukamatika na mkuu wa wilaya huko neno kura ni jambo la wajibu, lilifanywa tangu zama za mitume. Na kwa sababu hiyo basi, viongozi hawapatikani bila uchaguzi. Wakati umefika, na mimi nitoe neno kwa kutia nguvu kwa mama yetu mkuu wa wilaya. Niwaombe hususan katika wilaya yetu ya Nzega, tuepuke magenge mabaya, tuepuke vikundi vibaya, tuepuke vurugu, tuepuke maandamano yasiyo na haja. Siku ile ikifika, kila mmoja baba, mama na watoto na majirani na watu wazima na walemavu wote, tujitokeze tukapige kura kwa amani. Ni haki yetu kuweza kupata kiongozi wa nchi na viongozi wanaofuata chini yake. Sisi pia hatupendi vurugu, hatupendi fujo, tunalani kabisa vikali vitendo viovu vinavyofanywa na baadhi ya watu wachache ili kuharibu amani ya nchi yetu, amani ambayo imedumu kwa miaka mingi. Wachache wetu wanataka kuharibu amani hiyo. Kwa hiyo, kama viongozi wa dini tunaona alichokifanya ni cha busara, twende makanisani na misikitini tukawaeleze watu wetu kwamba, jamani, kila mtu alinde amani ya nchi hii.